Kuna vitu vitatu au vinne ambavyo vinafanya sadaka yako iwe na nguvu. Ngoja nivitazame hapa kidogo. Oh, viko vinne, viko vinne. Cha kwanza ni moyo wa huruma. Nimesema moyo wa nini? Wa huruma. Moyo wa huruma, unaposaidia mtu mwenye shida, msaidie kama matokeo ya huruma. Unamtazama hivi halafu unasema Mungu, shetani amemtesa huyu Ukiingiwa na huruma ukamsaidia mtu kwa moyo wa huruma utavuna baraka tu. Haleluya! namba mbili, namba mbili, toa kama msukumo wa baraka za Mungu katika maisha yako. Nimesemaje hapo? Ndiyo, Yaani, ukimwona mtu ambaye hana moyo, wako unakuambia wewe umebarikiwa, kwa mshukuru Mungu kwa ulicho nacho. Ninachompendea Mungu ni hiki, Mungu huwa haangalii ukubwa wa pesa, Mungu anaangalia moyo wa mtoaji. Haleluya, namba tatu. Namba tatu, toa ukijua unampa Mungu. Haleluya. Unapotoa sadaka yako kwa ajili ya ibada, ongea na Mungu wako. Utoaji si biashara bali ni uaminifu. Nimesemaje?